Uh, tunapongelea soko la halal ambalo limegawanyika katika sekta saba kama nilivyosema, ukubwa wake unaongelea dola trilioni mbili nukta mbili tisa duniani. Maanake nini? Manake, ni kwamba hichi ni kiasi cha fedha watu walitumia kununua bidhaa au huduma zinazojitambulisha kuwa ni halal 2.29 trillion kwa hiyo unapotaka kujua ukubwa wa soko hivi ndo soko linavyopimwa na huo ni ukuaji kutoka 1.62 trillion mwaka elfu mbili na kwa mwaka, kumi na mbili ndani ya miaka kumi tunaona kwamba almost uh, soko close to uh, limedabo kwa hiyo kuna, kuna fursa imekuwa ikiongezeka sana na sababu ziko nyingi uh, kama tutakavyoona huku mbele sasa sekta hizi ni zipi Uh, sekta ziko kama nilivyosema, sekta ya fedha.